Ni wangapi katika viongozi wa Kiislamu wao kwa wao wana uadui? Ni wangapi katika mashehe zetu wao kwa wao? Kila mmoja yeye yuko sawa, kila mmoja anaona upande aliyopo yeye yupo sawa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hatujakuwa tayari kutekeleza yale yaliyomo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kwa sababu hatujakuwa wa kweli na Mola wetu. Ni kwa sababu hatujakuwa tayari kuyafuata maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala Allahu ba'sahum bainahum, ndo Allah subhanahu wa ta'ala akawatahini kwa kutia uadui baina yao wao kwa wao.